Mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba, kwa kampeni za siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia kote ulimwenguni zikiendelea a, viongozi katika ya kaunti ya Kirinyaga washinikiza serikali kuanzisha vituo vya kuripoti matukio haya kote nchini. Na kwenye sherehe zilizoongozwa na mwakilishi wa kaunti ya Kirinyaga Njeri Maina, ilibainika kuwa idadi ya wanaume wanaojitia kitanzi kutokana na msongo wa mawazo ingali jumno. Viongozi wao wakisema mazungumzo yenye tija kuanzia ngazi ya familia kuhusu ukatili wa kijinsia pindi watoto wangali wadogo huchochea huruma, heshima na uelewa kwa watoto na hivyo kujenga misingi ya jamii salama. Lazima tukuwe na SGBV Rescue Center hapa Kirinyaga county, na mimi manake anajua na ni rafiki yake ya kwamba nitamkumbusha tu akiapishwa hivi aweke Biblia chini. Lazima tukuwe na huo mpango, ili watu ambao wamedhulumiwa wanaweza kuwa na mahala pa kukimbia. Kutakuwa na hotline, mtu kama anataka kupata mahala ambapo anaweza kuwa safe, anaweza kukimbia pale. Tunafaa vituo ambavyo mama wakidhulumiwa, wambamba, wasichana wanaweza kimbilia. Sahii mama akipata shida na mzee mzee hawezi toroka. Mzee akipigwa anatorokea kwa gawa. Kwa mama labda aende kwa sisake kama aende mahali pengine. Kuna fa, ba, kuna faa faa kuwa na centers ambazo kukiwa na issue mama anaweza kaa pale ili tuweze kusuluhisha hizi maneno. Na uko almega jamii